Na sasa ni wasaa wa utabiri wa hali ya hewa kwa muda wa saa 24 zijazo. Tukianzia saa tatu usiku kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania. Karibu. Tuanze utabiri kwa kuangazia mifumo ya upepo. Upepo wa bahari unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa kwa upande wa pwani ya kaskazini pamoja na pwani ya kusini. Hali ya bahari inatarajiwa kuwa shwari. Ziwa Victoria, Ziwa Tanganyika pamoja na Ziwa Nyasa, upepo wa ziwa unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa hali ya ziwa inatarajiwa kuwa shwari lakini. Na kwa usiku wa leo, ni matarajio tukua maeneo yanayozunguka ziwa Victoria, Kigoma, Tabora, Katavi pamoja na Rukwa, maeneo yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Arusha, Kilimanjaro, Manyara, Tanga, Morogoro, Dar es Salaam, Pwani, visiwa vya Unguja na Pemba, Lindi pamoja na Mtwara, maeneo yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache. Singida, Dodoma, Mbeya, Songwe, Iringa, Njombe pamoja na Ruvuma maeneo yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na makavu kwa ujumla. Na kwa siku ya kesho ni matarajio tukua maeneo yanazunguka ziwa ya Victoria, Kigoma, Tabora, Katavi, nyanda za juu kaskazini mashariki, Tanga, Morogoro, Dar es Salaam, Mpwani, visiwa vya Unguja na Pemba, Rindi pamoja na Mtwara maeneo yanatarajiwa kuwa ya na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua Singida, Dodoma, Rukwa, Mbeya, Songwe, Iringa, Njombe pamoja na Ruvuma, maeneo yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Naam, mpenzi mtazamaji, mpaka hapa kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania, hatuna la ziada. Asante na nikutakie usiku mwema.